Na mdogo mtazamaji, kama unavyoona tupo mtaani hapa, na nimekutana na kaka kaka. Habari yako? Safi kabisa. Kwa niaba ya mtazamaji wa nPoint, unaitwa nani? Mimi naitwa Kassim Aruna. Kassim Aruna, bwana, mi na swali moja rahisi sana kwako e, ni, ni jambo gani ambalo uh, uh, ni sehemu gani ambapo ukienda hauwezi ukaambiwa karibu tena? Sehemu ambazo nikienda siwezi kuambiwa karibu tena, tena. Yeah. Kwenye, yaani ni general kokote, yeah. Pale ambapo unaweza ukaenda alafu usiambiwe bwana karibu tena. Ah, mosi monchuari ndio uwezi ukaambiwa karibu tena, yeah. Kwa sababu ni sehemu ambayo ina huzuni nyingi, kwa hiyo hata mimi mwenyewe akiniambia karibu tena lazima nimwangalie mara mbili mbili ana lengo gani kutoka kwangu. Kwa hiyo Ha. Pia siendi <laughs> sehemu nyingine tofauti na moshwa ni... Uh, sehemu nyingine kwenye hoteli ambazo kuna utulivu, yaani unafika huoni mtu au huoni watu wengine, kwa hiyo wewe ndo unaweza kujikuta kama ni mteja wa kwanza hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku hata ukiambiwa karibu tena au usipoambiwa, wewe hutorudi tena eneo kama hilo, kwa sababu unahofia je, eneo hili lipoje? Lipoje? Kwa nini limejitenga kwa namna hii?